Mimi ndiyo mlezi wa Pamba Jiji. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuishukuru bodi ya NIC kwa kutupa sponsorship. Walikuwa wanatupa sponsorship kwa wanaangalia kidogo kidogo, wanasema hii mambo ya mipira hii na nini, lakini nadhani mnaona hata nyinyi tukicheza mnaiona NIC ikiapia pale. Kwa hiyo na sports hauwezi kuikwepa duniani kwa sasa, mpira wa miguu ndio kitu ambacho kina entertain na kuwavutia watu wengi. Kwa hiyo mnapojinvolve katika hilo, wala hampo, hampa, hampati hasara, lakini hii ni give and take. Sisi Mwanza jiji mnafanya nao biashara tena biashara kubwa tu na hivi sasa hivi tuna soko letu la mjini kati sio eh? Eh, yeah. Eh, lenye thamani ya bilioni mia moja ishirini na tatu na nimewasisitiza kwamba insurer la lazima awe National Insurance Corporation. Sasa taasisi za serikali mnakuaga hampo aggressive, kwa sababu kwanza nyinyi hamtoi rushwa. Sasa msipotoa rushwa competitor wanakuja wanawa blackmail baadhi ya watumishi ambao si waadilifu. Kesho unakuja kusikia kwamba jengo kubwa kama lile limekuwa insured na mamlaka ambayo sio wala taasisi ya serikali. Sasa kwa nini? Kwa sababu nyinyi hamko aggressive, watu wetu wa serikali hawako aggressive kwa sababu wanajua tukilala tu SGR tutapewa, tukilala tutapewa bwawa si la nani? Lakini you need to be aggressive kwa sababu nyinyi mko sokoni na mna competition, miradi ya serikali mnaweza kuipata, lakini kwenye private sector ni lazima muwe aggressive. Tuna meli hapa ambayo umeitaja ya MV Mwanza ya bilioni mia moja ishirini na tatu bila shaka nyinyi mtakuwa insura lakini tuna meli juzi tumeizindua hapa inaenda Uganda, MV Mpungu, ni private sector tena meli kubwa ambayo inabeba tani elfu moja na imeshaanza safari. Yawezekana nyinyi hamfuatilii sana, kwa sababu mnajua tunasubiri ile serikali ikamilike, lakini kumbe kwenye private sector huku kuna mambo yanayoendelea. Kwa hiyo ni vizuri pia eh, kuwa aggressive. Kwa kuwa ni taasisi ya serikali hamtumii ushawishi wa kifedha, lakini mkitumia ushawishi wenu wa utaalamu wenu, eh, liquidity ambayo ipo NIC ni kubwa kuliko inshuara mwingine. Hiyo peke yake ni mtaji na, na ina provide confidence kwa kwa wale e, wateja kwamba jambo lolote likitokea NIC inaweza kufanya nini, kukava damage na costi za za hasara ambayo imetokea kwa hivyo e, kwenye ziwa hapa na ile kampuni ya kigeni itazindua meli nyingine. Kwa hiyo ni vizuri pia kuwa tunajua jua private sector na zenyewe zinafanya nini katika ziwa Victoria, ili tuweze ninajua, hapa pia tuna hoteli ya NSSF ya bilioni 123 mnaweza mkatake for granted kwamba ni ya serikali tutaletewa, lakini pia na wao wenyewe wangependa kuona nyinyi mkijishughulisha Jamani, hoteli inafunguliwa lini eh? vipi eh, eh. Kwa hiyo inasaidia. Tuna ujenzi pia wa masoko mengine, tuna stendi hapa, stendi kubwa kabisa mbili. Kwa hiyo ni ni fursa. Jiji la Mwanza ni jiji la pili kwa utajiri katika nchi yetu, kiacha jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna miradi mikubwa sana inayofanyika hapa ya serikali na ya private sector kwa hivyo kuwekeza nguvu zenu kama bodi kwenye mkoa wa Mwanza hamfanyi makosa. Lazima muimarishe ofisi yenu vizuri, muwe na watu pia aggressive ambao watakuwa, kwa sababu jiji hili linakuwa kwa kasi sana. Sisi tunachangia uchumi wa nchi hii kwa asilimia saba nukta mbili, ni wa pili kitaifa baada ya Dar es Salaam. Sa e, wanaotufuatia huko ni asilimia tano, asilimia nne. Kwa hivyo na hii miradi ikishakamilika hii daraja linazinduliwa E, mwezi ujao ikishakamilika daraja hilo, airport tuna, tuna international airport iko on progress. Ikisha ikishakamilika hiyo SGR iko 60%, ikisha ikishakamilika hiyo e, tuna kuna hiyo hoteli ya nyota tano inakamilika, juzi tumekwenda kuikagua pale. Sasa maana yake ni nini? Si tutaondoka kwenye asilimia saba mpaka kwenye 10%, double digit ya uchumi, kwa hiyo kuwekeza katika eneo hili la kanda ya Ziwa ni ni ni vizuri, lakini la mwisho eh, kwa mfano GSM unaona jezi yetu ya Pamba imepambwa na GSM ni main sponsor, ni milioni mia tatu tu. Kwa hiyo tunawakaribisheni nanyie msije mkafikiri kuwekeza katika michezo ni hasara. Kuwekeza katika michezo kuna faida kubwa sana hmm. Kwa hiyo na tumejipanga kuimarisha timu next year kwanza nyie kama wadhamini, nataka niwahakikishieni timu ya pamba haishuki daraja eh. Haiwezekani na haitatokea. Kwa hiyo mpaka sasa timu zilizoshuka daraja direct ni Kagera Sugar na Ken Gold. Sisi tumo, na next season tutakuwemo, na tungetamani tufanye kazi kwa karibu na NIC. Sisi kama jiji tunawapeni project in return pia, hiyo ni kama vile inaitwa Corporate social responsibility yani, nyinyi mnaturudishia kama corporate social responsibility kwa kuidhamini timu yetu, na tumekubaliana na mkurugenzi akae na mkurugenzi wa NIC Mheshimiwa Kaimu Mkeenge ili kutengeneza project zote za jiji insura aendelee kuwa NIC, lakini in return na yeye atuinsue kwamba ataendelea kuidhamini timu yetu ili tunafanya hii inaitwa mucho benefit. Ehe, kwa hiyo E, nafikiri mwanasheria, nafahamu huwa anafuatilia sana mkataba. Ukichelewa napiga simu mpaka kwa mwanasheria, kwa nini mkataba umechelewa? Eh, lazima tuheshimu contract. Mi ni mtu unayefuatilia sana. Kwa hiyo taasisi hii ni taasisi yetu, tutaendelea kushirikiana na nyie kikamilifu kabisa. Kunapokuwa na changamoto yoyote, tutakaa chini kujadili, ili mradi tuweze kusonga mbele. Asante mweshimiwa mkuu wa mkoa. Pamoja na shukurani ambazo amezitoa mwenyekiti wa board, na mimi niongezee shukurani zake kwa niaba yake. Ni kweli kwamba mkoa wa Mwanza lakini na jiji la Mwanza wamekuwa wadau wakubwa wa NIC, lakini nizungumzie tu upande mmoja wa ushirikiano wetu kati ya NIC na Pamba Jiji. Nikiri tu hapa mwenyekiti kwamba ni moja kati ya udhamini ambao umetupa, ukiachana na faida ya visibility kwa maana ya mwonekano na brand ya NIC kwenda kwenda sokoni, lakini kwenye mapato tumeweza kutengeneza uh, faida kwa zaidi ya asilimia, asilimia ya asilimia karibia asilimia mia tatu ya kile ambacho tumekiinvest kwenye timu ya Pamba. Kwa hiyo ni udhamini ambao umekuwa na tija kubwa kwa NIC na kwa haya ambao umeyazungumza leo, maanake ni kwamba udhamini wa NIC kama utaendelea, naamini baadaye, kwa sababu unajua kuna baadhi ya itifaki lazima zifanyike naamini kwamba tija itakuwa kubwa zaidi kuliko ambavyo imekuwa mwaka, mwaka huu imekuwa kubwa kwa zaidi ya asilimia mia mbili themanini na kitu kuelekea asilimia mia tatu, lakini naamini tukiendelea tutaweza kutengeneza tija zaidi kuliko ambayo tumeitengeneza kwenye mwaka huu wa wa wa, msimu wa wa, wa mpira wa miguu Tanzania. Kona kwa ahadi ya mkuu wa mkoa kwamba Pamba haitashuka na mimi naamini haitashuka, naamini tutaweza kutengeneza faida kubwa zaidi kwa maana ya kwa sababu hizo zote ni taasisi za serikali almost, kwa sababu Pamba inamilikiwa na na jiji la Mwanza kwa hiyo ni- nipongeze na nishukuru kwa ushirikiano wako binafsi, kwa sababu hizi biashara nyingi tumezipata kwa sababu ya msukumo wako mwenyewe binafsi, kwa maana kwamba umekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kila ambacho tumekigusa, wewe ulishatangulia, kwa hiyo sisi tumekipata kirahisi sana. Kwa hiyo nishukuru kwa niaba ya NIC, lakini kwa niaba ya ya board kama ambavyo mwenyekiti wa board amesema, lakini mkurugenzi mtendaji uh, uh, kaimu Mkeenge naye ametuma shukurani zake za dhati na salamu zake nyingi sana kwako binafsi na jiji la Mwanza kwa ujumla, asante sana. Kwa hiyo simply niwapongezeni board, niwakaribisheni hapa na niwashukuruni kwa kukubali, kwa sababu bila nyewe kukubali e, tusingeweza kufanya biashara, lakini sisi ni major stakeholders wenu, tuna miradi mingi na i wish pia e, kikao hiki mlichokifanya na mimi pia na mkurugenzi wa jiji mfanye naye. Hmm, hata kumsalimia kupea katasi kwake, kwa sababu ye ni client wenu mkubwa, na atawapeni pia miradi ya mwakani ambayo tunategemea tuna ili na nyinyi muanze ku dig in, mnawezaje kuchip in mwakani katika hiyo miradi ambayo inaelekea kukamilika. Lakini tunayo miradi mingine hapa ambayo inafanywa na wachina ya eh, miradi ile inaoitwa ya World Bank eh, kwa hiyo ni vizuri pia mkaifuatilia na yenyewe ni miradi ya serikali, ni mikubwa lakini e, hao wajenzi, hao contractors wanaendelea nayo ili muingie kwenye biashara nao. Asanteni sana. Karibuni tena.